Kama unapenda ndizi, pengine moja kati ya swali ambalo kujiuliza ni ndizi ipi inafaa kutumiwa na mtu ama kundi la watu fulani, kwa sababu tunaona ndizi ina, katika ukuaji wa ndizi kuna hatua nyingi sana inapitia, na muonekano wake pia unakuwa tofauti. Sasa tuangalie, tujifunze ndizi, muonekano wa ndizi na nini hasa ambayo inatupa ndizi katika muonekano fulani, kwa maana ya kwamba tuangalie stage ama hatua za ukuaji wa ndizi kutoka inapokuwa mbichi mpaka inapoiva kabisa. Karibu sana na tutaangalia tofauti zetu, zitajikita zaidi kwenye composition, ni nini kinakuwemo ndani ya ndizi ikiwa na muonekano fulani, na ni nani ama ni kundi gani la watu ambalo halitakiwi kutumia ndizi aina fulani, na ni kundi gani ambalo linatakiwa kutumia sana ndizi aina fulani. Tukianza na ndizi ya kuiva ndizi ya kuiva composition ni kubwa, ni fiber. Fiber ndio inakuwa kwa kiwango kubwa sana. Fiber maana yake ni ile starch ambayo haiwezi kumeng'enywa katika mwili wako. Kwa hiyo kama haiwezi kumeng'enywa katika mwili wako, maana yake inakuwa ni nzuri sana kwa watu wenye matatizo ya uzito mkubwa. Lakini wale watu ambao wana matatizo ya tumbo kujaa gesi, kujamba, tumbo kuunguruma na changamoto nyingine za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ndizi mbichi ni nzuri zaidi kwa sababu ya ile high fiber. Fiber fulani inaitwa pectin ambayo ni nzuri sana kwao. Lakini pia zina, lakini tofauti ni kwamba zinakuwa na sukari ndogo sana zile simple sugar. Kwa hiyo sio kitu ambacho unaweza ukakitumia na kikakupa ile ladha hizo ya utamu ama ile energy. Lakini pia zinakuwa na low antioxidant. Kwa na kiondoa viondoa sumu hivi vinakuwa ni kwa kiwango kidogo sana. Hiyo ni ndizi mbichi. Kwa hiyo ndizi mbichi ni bora kwa watu wenye kisukari, watu wenye matatizo ya moyo, watu wenye um, matatizo ya uzito mkubwa. Kama uko kwenye kundi la watu basi, ndizi mbichi ni bora zaidi kwako na unaweza ukaitumia, na unashauri kutumia kwa kiwango kikubwa kuliko watu aina nyingine. Tuna hatua ya pili ya ndizi, tunasema ni uh, partial ripen right, ama ndizi imeiva, ina unjano na ukibichi pia katika ile uh, usawa fulani. Ile njano maana yake baadhi ya kemikali katika ndizi zimeanza kumengenywa zimeanza kubadilishwa. Moja kati ya vitu ambavyo vinabadilishwa ndizi inapotoka kuwa mbichi na kuanza kupata ule unjano ni tengenezo kwa sukari inaitwa fructose, lactose na sucrose. Kwa hiyo ndizi inapoanza kupata ule unjano ni kwa kiwango cha ile fiber uh, kinaanza kubadilika kutoka katika complex sugar kuja katika ile simple sugar kutoka fiber kuja katika sukari ya kawaida ile sukari rahisi ambayo inaweza ikafyonzwa kirahisi katika mwili. Kuyo, kwa hiyo ndizi inapoanza kuwa njano, kiwango cha fiber kinapungua, kiwango cha viondoa sumu kinaanza kuongezeka. Kwa hivyo hii ndizi ni muhimu sana kwa makundi ya watu wafuatao: Watu wenye uzito mkubwa bado wanaweza wakatumia hii ndizi, kwa sababu bado ina kiwango kubwa cha fiber na kiwango kidogo pia cha sukari. Lakini watu wenye wana changamoto ya wa kisukari, pia hii ndizi bado ni salama kwa kiwango fulani, hasa ukizingatia kiasi. Lakini kwa wale watu ambao wanapata wa wanapenda kutumia energy drink, basi hii ndizi inakuwa na kiwango fulani cha sukari ambacho kinaweza kikakusaidia kupata energy unayoitaka. kwa hivyo hii ndizi bado ni salama kwa makundi ya watu ambao wanaweza ambao uh, wanashauriwa kutumia ndizi mbichi. Tofauti yake ni ndogo sana, na unachoweza kufanya ni kumaintain dose. Step ya tatu ya ndizi ni ndizi ambayo imeiva kabisa, completely ripe, kwa maana kwamba ni njano kila pande ya ndizi. Ndizi ambayo imeiva kabisa inakuwa na kiwango kidogo sana cha fiber lakini ina kiwango kikubwa sana cha simple sugar, kiwango kikubwa sana cha sukari rahisi kama fructose, sucrose pamoja na uh, glucose. Kwa maana hiyo sasa, uh, ndizi hii sio salama sana kwa watu wenye matatizo ya uzito mkubwa, watu wenye matatizo ya kisukari, wale watu ambao wanahitaji sana fiber, watu ambao wanahitaji kuregulate ama kudhibiti kiwango cha sukari katika mwili wao. Uh, matumizi ya ndizi iliyoiva kabisa inaweza ikawa ni changamoto sana kwao na uh, kiwango ama wa dozi ni muhimu sana wao kuzingatia, lakini kitu ambacho kingine kinachokuwa kimeongezeka kwenye hii ndizi iliyoiva ni protini aina ya, ya tryptophan inaanza kuzalishwa kwa wingi sana. Hii tryptophan ni muhimu kwa sababu inakusaidia, inasaidia mchakato mzuri wa kutengeneza kitu inaitwa melatonin, ambayo inakusaidia kupata usingizi. Kwa hivyo ina calm your mind. Kama uko katika ile mood swing, huji hauko sawasawa sawa, basi ndizi ya kuiva inaweza ikatuliza akili yako na ikakusaidia pia kupata usingizi kwa sababu ina hii hapa uh, tryptophan. Lakini pia kunakuwa na potassium inakuwepo kwa wingi pia. Kwa hiyo ni inakuwa ni double sword. Kwa maana ya kwamba kwa watu wenye matatizo ya pressure, hii ndizi ni nzuri lakini kunakuwa na riski kutokana na hii sukari iliyomo kwenye ndizi iliyoiva. Lakini muda huo inakuwa na kiwango kubwa sana cha potasha ambao ni muhimu na inahitajika sana kwa watu wenye high blood pressure. Kwa hivyo bado ndizi ya kuiva itabaki kuwa ni muhimu kwa watu wenye high blood pressure kwa sababu ya potasha nyingi inayopatikana ndani ya hii ndizi. Kwa maana hiyo, watu wenye high blood pressure, ndizi ya kuiva bado ni muhimu, lakini zingatia ile Uh, dose ama kiwango ambacho unatakiwa kutumia ambacho ni salama, lakini pia ina high antioxidant. Kwa watu ambao wana changamoto za chronic disease, watu wanaugua sana, watu ambao unakuta fungus, changamoto nyingi zinakuwa zinawaandama, basi ndizi ya kuiva ni bora zaidi kuliko mbichi, kwa sababu ina high antioxidant ambazo zinasaidia kuondoa sumu mbalimbali za mwili. Watu wenye zile chronic matatizo sugu ya kiafya kama UTI PID, basi ndizi ya kuiva ni bora zaidi. Vile wale watu wanaopenda kutumia energy drink, ndizi ya kuiva ni mbadala mzuri sana wa energy drink, kwa sababu ina boost energy kwa kiwango kikubwa sana. Ukichukua ndizi tatu ukachanganya na vijiko viwili vya kahawa, unaweza ukatengeneza energy drink bora zaidi kuliko hiyo unaoenda kununua dukani. Energy drink ambayo ina excess ya potassium, ina fibers, ina tryptophan, zote hizi ambazo zinaweza kusaidia sana kiafya, ukilinganisha na vitu ambavyo unavipata kwenye hizi energy drink ambayo inazalishwa kiwandani. Hatua nyingine ya ukuaji wa ndizi mpaka kuelekea uh, kuiva kwake ni ndizi inakuwa imeiva na njano, alafu inakuwa na madone ma, meusi, inakuwa na madoa meusi meusi. Ndizi ambayo hiyo imefikia hatua hii inakuwa na kiwango kikubwa sana cha sukari na ina kiwango kidogo sana cha fiber, almost hakuna kabisa fiber, lakini inakuwa na kiwango kikubwa sana cha fiber, cha, cha antioxidant. Kwa hiyo ni nzuri sana kama kiondoa sumu mwilini na chanzo kikuu ni cha nishati ama energy cha muda mfupi kuliko ndizi nyingine yoyote ile, ila sio salama kwa watu wenye kisukari, watu wenye uh, uzito mkubwa, watu wenye high blood pressure pia inaweza ikawa ni changamoto, kwa sababu sukari kwa watu wenye pressure ni danger all the time, no matter ni sukari ya aina gani, as long as ni sukari basi ni danger kwao. Dozi ndio kitu cha msingi zaidi, lakini ndizi ambayo inakuwa na doti doti, hii ndizi ni bora zaidi kama antioxidant, lakini pia ni bora zaidi, kama hupati changamoto ya usiku, kukusaidia kupata usingizi na kutuliza akili na mwili wako, ndizi ambayo inakuwa na madoti doti. Aa, na hatua ya mwisho ambayo tutajadili ni ndizi ambayo imekuwa tayari, ile ganda lake tayari shakuwa jeusi lote, almost jeusi lote, kama ni njano ipo kidogo sana. Ndizi inapofikia kwenye hii hatua hapa, kunakuwa hakuna fiber hata kidogo, sukari inakuwa ni to the maximum, lakini tayari sukari inaweza ikaanza kubadilishwa kuwa pombe. Kwa hiyo, kuna sometimes unaweza ukawa unakula ndizi, unakuwa unapata ile ladha ya pombe, kwa sababu ni sukari inakuwa fermented. Kwa hiyo, hii ni hatua ambayo ndizi inakuwa kemikali zote ndani ya ndizi zimeshafanya kazi zake inavyotakiwa. Sasa hii enzyme inaitwa amylase ya kubadilisha kemikali mbalimbali kulingana na hatua za ukuaji wa ndizi. Kwa hivyo, ndizi inapokuwa na maganda meusi, sio ndizi nzuri sana kwa watu wenye sukari, watu wenye uzito, watu wenye pressure. Hii ndizi ni special kama uh, sweetener, kama kitu ambacho kinakusaidia kutia raha ya utamu. Uh, sasa kwenye juisi ndio utumie sana hii ndizi, lakini kwa matumizi kwa ajili ya afya sio salama sana na sio mazuri kwa sababu tayari ishafikia kwenye hatua ambayo uh, fermentation imeanza kutokea. Ile sukari imeshaanza kubadilishwa sasa, imeanza kupitia uh, uh, chemical reaction na kuanza kubadilika kuwa pombe. Hata ladha yake naweza isiwe kuwa isiwe pleasing sana kwako, so hizo ndio ndizi hizo ndio hatua za ukuaji wa ndizi na nini kinakuwemo katika kila hatua. Uh, bila shaka utakuwa umefahamu. Sasa kama wewe ni mpenzi wa ndizi, utakuwa umefahamu ni ndizi gani ambayo unapenda kutumia na ina nini ndani yake hasa na ni faida gani ambazo unazipata kulingana na aina ya ndizi ambayo unapenda kutumia. Kitu cha msingi ni kwamba ndizi ni chanzo cha sukari. Sukari ni sukari, na no matter inatoka kwenye vyakula vya kiwandani ama vya vya asili. Inapofika mwilini, at the end of the day itakuwa glucose, fructose, galactose ama sucrose bila kujali chanzo chake. Na impact zake katika huo muundo ni the same bila kujali chanzo chake. Na sukari ni moja ya disaster kubwa sana kwa afya ya binadamu, so kuwa makini sana unapotumia ndizi. Hakikisha unatumia ndizi kulingana na hali yako ya kiafya, iwe inakuruhusu. Kama una changamoto yoyote ambayo inahusishwa na sukari, ama uko katika risk ya kupata changamoto yoyote ambayo itasababishwa na sukari nyingi mwilini, basi jitahidi sana kuepuka ndizi ambayo imeiva sana, hasa katika ile hatua ya tatu. Jitahidi kutumia ndizi ambayo ni mbichi ni nzuri na ni bora sana. Hope utakuwa umejisopa wakati mwingine. Sio.